Salamu nyingi wapenzi watazamaji wa chaneli hii ya John K. Mbugua, mchungaji na kuweza uh, wakati ambapo tutaweza kupata somo letu la siku ya leo, tunaomba tuweze kupata somo letu jioni ya leo. Ni kwa sababu ni vyema tukaweze kuelimishana na kupata eh, kupata ushirika eh, kupitia katika chaneli hizi eh, tukaweze kuelimishana na kujiuliza eh, kuulizana maswali na kaweze kupata eh, somo eh, tukaweza kuelevu kue, ue, zaidi kwa sababu neno la Mungu linatutazamia tukaweze kulisoma na kuweze ufafanuzi ufa, ufa zaidi. Somo letu jioni ya leo kwanza kabisa, ni wakaribishe tena, na pia ni kuwaulize, wakati unapotazama katika unapotazama kutazama e, e, chaneli hii, ninakuomba kwa heshima ukaweze kusubscribe ili tuweze kusaidia na kuelekeza kueneza e, ujumbe huu ama kueneza jumbe hizi ambazo zinaweza kuwafikia wengi kuweza eh, kuweza maarifa inayotokana moja komoja, kwa moja kutoka kwa kinywa cha Bwana ni asante sana. Tunapoanza tunaomba tuanze na kumshukuru Mungu, tunasema asante Bwana kwa sababu wakati huu ambao umetujalia tukaweze kuongea na kuweza kuwasiliana na wasikilizaji na watazamaji ili kueneza injili yako Bwana. Tunaponena siku ya leo, Roho wako Mtakatifu ndiye mwalimu wetu tunapoongea Bwana uko pamoja nasi na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Tunasoma neno letu, e, e, funzo letu tuna, e, tunajiuliza dhambi ni nini? dhambi ni nini, dhambi, nini, nini. What is sin? What is sin? na tukaweze kuelewa haya e, tukaweze kuelewa juu ya mada yetu ya, ya siku ya leo, ninaomba tukaweze kuelekezwa na neno la Mungu, ni kwa sababu hatutumii maarifa yetu. Tunaomba neno la Mungu likaweze kutuelezea, hatusomi wakati tunapoongea, hatuongei kwa maarifa yetu. Ehe, Wayahudi na hasa Wafarisayo hawali chakula pasipo kunawa na kufuata mila za wazee wao. Kwa hivyo hapa tunawaona ya kwamba mila, yaani kulingana na Wafarisayo na e, kat, na hii dini ya e, ya, ya Wayahudi kwa imani yao hawaku kuamini ya kwamba wanaweza kula ya, anwa, pasipo kunawa mikono na ilingana na sheria na, na, na mafunzo ya wazee wao. Na na kwa sheria wa, wanapotoka sokoni hawezi kula pasipo kunawa. Pia kuna desturi nyingine nyingi zinazofuatwa kwenye eh, kama vile jinsi ya kuosha vikombe vi vyungu na vyombo vya shanda na kwa hivyo wale Wafarisayo na walimu wa sheria walimuuliza Yesu, mbona wa, wanafunzi wako hawafuati desturi za wazee wetu na badala yake wanakula kwa mikono najisi? Kulingana na wao wa, kama unakula, si hawakula tu yani kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya, ya kwa sababu ya hygiene, hawako, wanafuata hivyo kwa sababu ya kuangalia ya, miili yao ama kwa sababu ya, ya kuweka usafi lakini ilikuwa desturi ya kidini kwamba wanapokula vile wanaonyesha kama ni unajisi, kama ni unajisi. Bereni yao ilikuwa unajisi. Yesu akawaambia, Nabii Isaya alisema kweli alipotabiri juu yenu, ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa wana, wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Kuniabudu kwao ni bure. Yesu anasema ibada kama hiyo kwangu ni bure. Kuniabudu kwao ni bure, wanafundisha watu amri wa zao badala ya sheria zangu. Huyu ni Yesu anaponena, wanafunza sheria zao badala ya sheria zangu ama sheria yangu, samahani. Ninyi mmeziacha amri za Mungu na kuzishikilia desturi za watu. Akawaambia, mnaepuka kwa ujanja amri za Bwana ya amri za Bwana e, mnaepuka kwa ujanja amri za Bwana ili mpate kutimiza desturi zenu. Kwa mfano, Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na yeyote mtukanaye baba baba au mama, mama au auawe. Lakini nyinyi mnasema mtu akimwambia baba yake na mama yake kuwa msanda ambao angetupa ni kobani yaani umetengwa kama sadaka kwa Mungu, basi hawajibiki tena kumsaidia baba yake au mama yake. Kwa ajili hiyo munadhalilisha neno la Mungu kwa kuibatilisha zenu mulizoziwekea, mulizoziwekea. Munafanya mambo mengi ya jinsi hii. Yesu akaita yule ak ak akaita tena ule umati wa watu akawaambia, Sikilizeni nyote kwa makini na muelewe. Hakuna kitu kinachomwingia mtu kutoka nje ambacho kinaweza kumfanya mchafu. Kitu kinachotoka ndani yake ndicho kinachomfanya mtu. Mwenye nia ya kusikia, ya kusikia kusikia k kitu kinachotoka kina ndani yake ndicho kinachomfanya mchafu. Mwenye nia ya kusikia na asikie. Alipowachana na, na, na, na, na wale watu aliingia ndani. Wanafunzi wake wakamuuliza maana wa, wa mfano ule. Akawajibu, hata nyinyi hamwelewi? Hamtambui kwamba kitu kimwingiacho kimwingia mtu kutoka nje hakiwezi kufanya mchafu? Mtu akila ki, eh, kila kitu hakiingii moyoni mwake bali tumboni, na baadaye hakutolewa nje. Kwa kusema hivi, Yesu alifundisha kuwa aina zote za vyakula ni halali. Kwa kusema hivi Yesu Yesu alifundisha kuwa aina zote ya vyakula ni halali kuvila. Tuendelee na funzo letu na kujiuliza ya kwamba dhambi ni nini. Unapotazama ya kwamba Wafarisayo kulingana na dini yao walikuwa na ile ufafanuzi kuhusu dhambi ni nini. Kulingana na wao, walikuwa naona kuna mila ambazo zilimewekwa na wazee wao, ambazo ni za kiutamaduni, ni za kiutamaduni ambazo waliwekelea na kuweza kuzipa kipao mbele ikilinganishwa na vile waliweza kuweza eh, kipao mbele ikilinganishwa na neno la Mungu. Waliweza kutu, kuinua amri zao, wakainua tamaduni zao juu ya neno la Mungu waliweza kuinua. Kwa mfano hapa wanaona wakiosha mikono, waona kama ya kwamba wanafunzi wa Yesu wanaingia lakini hawezi kuosha mikono. Yesu mwenyewe anaulizwa, je, mbona wanafunzi wako hawezi kuosha kunawa mikono? Lakini anawajibu na kuambia, e, nyinyi mtazamo wenu kuhusu dhambi sio mtazamo unaolingana na na, na, na, na, na mapenzi ya Mungu, kulingana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu tumesema kuna vile ambavyo watu huelezea juu ya dhambi. Kuna jinsi ambavyo watu huweza kueleza dhambi ni nini kulingana na pahali wanatoka na kwa sababu watu wana mtazamo tofauti inaoegemea upande hasa wa kiutamaduni, kimasomo, jinsi wanavyoelewa mambo. Unaona jinsi ambavyo watu huelezea kuhusu dhambi huwa mara nyingi haiambatani na vile watu wengine ama kundi lingine la watu ambao jinsi wanavyoelezewa dhambi ni nini. Kwa hivyo mara nyingi ukiendanisha na vile watu wanavyosema dhambi ni nini, mstari wa kwanza tunaona ya kwamba kuna vile ufaf ufafanuzi ambao wanaelimu wa sheria katika dini hii ya Kiyahudi ambavyo waliweza kuelewa kuhusu dhambi, wakaelewa kulingana na wao jinsi mila zao walizienzi walizi, zaidi walizi, walikuwa utamaduni, utamaduni wao ndio uliweke ulipewa ile uzito mkuu. Kwa hivyo Yesu Kristo wakati anakuja anaongea na wao, anakuja anawakemea, anawaambia nyinyi munainua utamaduni zenu munainua tamaduni zenu juu ya amri za Mungu na munafanya hivyo kwa kutumia ujanja, hii mnatumia kwa njia ambazo hata watu ambapo wakisikiza, kwa sababu nyinyi ndio walimu, wakati ambapo munasikiza pia inaweza kuwakanganya, na wanaona kama hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Na hii maf, hii tabia ama eh, hi, eh, hii tabia ndio tunaona yani inayotumiwa na dini mara nyingi wanainua mafunzo fulani wanafunza igawati, sio mafunzo ambayo inalingana na neno la Mungu, inaweza kuinuliwa zaidi na kupewa uzito mkuu, na inaweza kuhubiriwa kwa nguvu na na na, imepewa uzito mkuu, huku wakipuuza neno la Mungu. Yesu Kristo nawaambia ya kwamba nyinyi mnaweza, nyinyi hunisifu tu kwa mdomo. Watu kama wale anawaambia Yesu Kristo akiwaambia, nyinyi hu, hu, eh, nyinyi munafu, munanisifu tu kwa mdomo wenu, lakini roho zenu zipo bari, kuri, yani ziko bari nami. Ni kwa sababu gani munainua neno la, la, la, la binadamu, mnainua amri za binadamu ama tamaduni zenu kuliko kuliko eh, mapenzi ya Mungu? Kwa hivyo Yesu akawaambia jinsi ambavyo munaweza nyinyi kuelezea juu ya dhambi, hayo ni mafunzo yenu. Na ukiendelea katika Isaia, Isaia alikuwa ameongea juu jue hii shida. Mara nyingi watu wakielezea juu ya dhambi, badala ya kuelezea kulingana na neno la Mungu, wanaelezea kulingana na fikra zao. Hii inaweza kuenda kinyume na vile Isaia alivyofunza katika Isaia 55 mstari wa saba, anavyosema jia zenu sio jia zangu. Wakati Mungu anapoongea na, na Isaia anamwambia eneendena, ukawaambie watu, watu watoto wa Israeli kama wangetaka kupata msamaha wa dhambi wazir, wajirudie tena, na watarudi katika jia zangu. Ni kwa sababu jia zangu sio zenu, mawazo yangu sio yenu na jinsi ambavyo na, na, na, na, na, na, na, na, na jinsi ambavyo unaona mbingu na nchi zinaweza zimeachana ama ziko ubari na nyingine kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hatua kubwa, ndivyo vile mawazo ya Mungu na mawazo ya binadamu hauwezi kuambatana. Kwa hivyo ni makosa sana kuelezea kulingana na mawazo yako kuelezea kufunza watu kuhusu Mungu kutokana na mawazo yako, kwa sababu utafunza, utafunza watu kulingana na jinsi wewe unavyoelewa, lakini sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu mapenzi ya Mungu ni sisi ambavyo tumsikize na tusikize neno lake. Pale mwanzo katika Yohana moja moja, moja, moja ina, inasema ya kwamba in the beginning ama pale mwanzo kulikuwepo neno na neno alikuwapo Mungu. Na neno alikuwapo Mungu. Wanafunzi, maana ya wanafunzi wa Yesu kwa katika kimombo ni disciples. Yesu Kristo aliwatuma wanafunzi wake wakaweze kutengeneza kuweza kuwafikia wengi kwa Injili, ili sia sisi tufanyike wanafunzi. Kwa hivyo sasa, sisi ni jukumu letu tujiulize, je, wajifunza kutoka kwa nani? Sijui unajifunza kutoka kwa dini ambayo unafuata masharti ya Wafarisayo ya, amu unafunzwa na, na, na, na neno la Kristo. Yesu Kristo ah, Yesu Kristo akisoma ishirini sh akaendelea ka, na kusema akiongea hapa na wanafunzi akasema, kile kitokacho ndani ya mtu ndicho kinachomfanya awe mchafu. Hebu sasa Yesu Kristo katika ufafanuzi wake wa kuelezea dhambi nini anasema nini? Kwa sababu tunamwangalia pale kutingana na amri za, za, za, za, za, za amri za Musa. Kwa Yahudi walikuwa wameamini kuna chakula ambacho huwezi kila, kila aina ya chakula ambacho huwezi kila, ukila unapata unajisi. Lakini Yesu Kristo akianza kuongea anapinga hayo, anasema sio ambacho unachoweka ndani ya kinywa chako ambacho kinaweza kuchafua. Kwa hivyo dhambi haitoki, haitoki nje ya binadamu, sio ambacho kinatoka nje ambacho kinakupa unajisi Hebu tumsikize Yesu ambaye ametoka juu mbinguni, na hapo ndio inaleta utata, kwa sababu mapenzi, yaani mafunzo ya Kristo na mafunzo ya dini au mafunzo ya binadamu haipelekani. Ni kwa sababu mara nyingi watu wanasema ni kwa sababu ukifaa, ukivaa vazi fulani, kwa mfano, ukila chakula fulani, umefanya unajisi eh, uki, u, eh, wakati unashirikiana makufanya jambo fulani ama hujatoa toleo fulani kuliko vile wa, wa, wa, wa, wa, e, e, vile wa vile hujatoa toleo fulani ama hujatoa hujafanya yani, e, a particular ritual kulingana na vile wazee wa, wa e, waze, jamii yako wameweza kuambia. Watu wengi wanafunza ya kwamba hiyo ni dhambi mbele ya Mungu, lakini Yesu Kristo hapa anakuja anasema la. Yesu Kristo anakuja anasema kinachokupatia unajisi sio kile kinachotoka nje. Kuna mafunzo mengi ambayo inaenda kinyume na ambayo inalingana na mafunzo ya Kifarisayo. Watu wengi wanafunza ni kuvaa, wanafunza ni mambo ya kula, lakini uku tumsikize Yesu anasemaje? Anasema, je, anasema eh, anifunza kuwa aina, aina, aina, aina yote ya vyakula ni halali kuliwa, kulingana na yeye mbele ya Mungu hakuna chakula safi hakuna chakula ambacho kinaweza kupatia mtu unajisi. Kulingana na mapenzi ya Mungu, si chakula kinachopa mpatia unajisi chi ambacho unakunywa una ambacho kinamtia mtu unajisi. Unajisi huletwa na nini? Na unajisi ndio dhambi. Dhambi maana yake inatoka katika eh, eh, uigiriki, linamaanisha ya kwamba is losing the mark. to lose the mark ulikuwa na jaribu ku, ku, ku, kupiga hatua fulani lakini unakosa kupitimi, yaani, kupiga hatua hiyo hiyo kulingana na, na, na Uigiriki ambayo e, ndio uh, lugha asili ya kuandika e, e, Bibilia Agano Jipya lilitumia Uigiriki, missing the mark ndio inamaanisha, ndio na, dhambi ndio maana ya dhambi. Sasa kuulize yaani Yesu Kristo mwenyewe anasema nini? Akaendelea kusema kile kitokacho ndani ya mtu ndicho kinamfanya awe mchafu. Kulingana na watu ama binadamu, mafunzo wa binadamu, watu wanafunza ya kwamba ni yale inayotoka nje, kile kinachotoka nje na kuingia ndani ama, ndicho kinampa mtu unajisi. Sio jambo lile linalotoka nje ambalo linampa mtu unajisi lakini anasema ya kwamba kile ambacho kinachoto kinachomfanya mtu e, awe mchafu ni kile kinachotoka ndani ya roho yake. Hebu akaendelea na kusema kwa maana ndani ya mtu. Kwa hivyo, unajisi au dhambi hutoka wapi? Ndani ya mtu, ndani ya mtu ndipo kiini cha dhambi, yaani moyoni mwake kutoka mawazo mabaya. Mawazo mabaya yanatoka wapi? Ndani e, ma, mawazo, e, e, ndani mawazo mabaya e, m, inatoka yani moyoni mwake hutoka mawazo mabaya. Yani rohoni anamaanisha ile ndani e, ya roho. Moyoni ni maisha ya roho maisha ya rohoni ni k, k, mawazo, ndani ya mawazo ya mtu, mawazo ya mtu ndio inaleta usherati kwa hivyo usherati upo wapi? Usherati hata kabla kitendo kitendeke, hilo jambo lilikuwepo katika mawazo ndani ya mtu, ndipo dhambi hutoka. Inatoka ndani ya mawazo, inatoka ndani ya mawazo. Uasherati ni kabla ikuwe ni tendo linakuwa ni lilikuwepo. Kwa hivyo dhambi hata kabla tendo litendeke, dhambi ipo, na ipo wapi? Ndani ya roho ya mtu. Jambo la pili, kwa maana ndani ya mtu, ndani ya mtu, mtu ni mimi na wewe. Ndani ya mtu kuna nini? Ndipo kiini cha dhambi, unatoka nini? Unatoka uasherati, wizi ha? For how a man thinketh, kutoka ndani ya mawazo ya mtu. That is where the sin come from. Ndelea na kusema uzinzi, uuaji, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu, uvisadi, wivu, matusi, kiburi na upumbavu. Maovu haya yote hutoka ndani ya mtu na ndiyo yanayomfanya mtu mchafu, mtu mchafu. Kwa hivyo dhambi ni nini? Dhambi ni kuwa katika ndani ya utu. Katika kitabu cha cha yaani, katika kitabu cha wa Roma 1:12 inasema, kupitia kwa mtu mmoja dhambi ikaingia ulimwenguni, kupitia kwa mtu mmoja dhambi ikaingia ulimwenguni, na kupitia kwa hiyo dhambi mauti ikafuata. Ni kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu Kristo anawaambia jambo yale mambo mnayofanya ya kidini kulingana na dini zenu haiwezi yote, ni kama kuosha kikombe, upande wa nje unaosha kikombe ya nje, lakini upande wa ndani kunapatikana nini? Kunapatikana bado ni kichafu, na hiyo ndiyo mambo ya dini inavyofanya. Watu wanajaribu kufanya mambo yao, wakifikiria wanaweza kutoa shida ya dhambi. Yesu Yesu Kristo anaonyesha nini? Anawaambia suluhisho ya dhambi ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Mara nyingi watu fikiria dhambi ni kwa sababu mmetoa, apatikiraricho unatoa, yani unaenda unatoa, unatoa tabiko fulani uondolewe dhambi. Dhambi lipo ndani ya roho ya mtu, na nani who, who can search the, the hearts of men who have the power to search the hearts of men It's only God who have the power to search the hearts of men. Amen. Roho za mtu ni kama korona. Wakati mtu ako na korona utapata mtu anafanya nini? Utapata mtu anaanza kutoa ishara za huo ugonjwa, ako na shida ya e, kukohoa. Mara nyingine atakwambia kichwa changu kinauma, atakuambia nasikia yani, e, nasikia maungo e, ya, ya, I mean, iko na shida the joints have the iko na shida ha? Lakini wakati una hizo zinaitwa dariri za huo ugonjwa, dariri za ugonjwa, wakati div, hivyo hivyo ndivyo tunaelezea dhambi. Wakati unapata mtu ametok, amefanya kitendo fulani kinaashiria ya kwamba roho yake ina shida, ni roho yake ambayo ina ugonjwa unaitwa dhambi ugonjwa ambao unaitwa dhambi unapatikana unatoka ndani ya roho ya mtu. Wakati mtu ako na huo ugonjwa wa korona, na wewe hujaribu labda kutafuta kumfanya eh, eh, ile fas ama umpatie zile tebe za kuweza eh, kukabiriana na, na maumivu ya kichwa kwa mfano. Utapata maumivu ya kichwa inaweza ondoka pasipo umwagikaji wa damu. Hiyo ni Wahibrania 9 21, inasema pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo, hakuna ondoleo la dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Mara nyingi watu hufikiria ni kwa sababu ya kuomba. Kuomba ni jambo lililoletwa na dini, kwa sababu kulingana na amri zilizokuwa zimetolewa na Mungu ni tumesema ya kwamba dini inatumia mambo ya ujanja inatumia mambo ya ujanja kuja kuondoa sheria iliyokuwa ya Mungu. Tukiendelea katika kitabu cha e, e, katika kubukubu la -kubu Torati Torati, no, no, si kubukubu la Alawi, al, kumi na sita, tunaona kwamba Mungu alielezea vizuri jinsi ya kuondolewa na dhambi. Binadamu alikuwa anakuja na mwanakodoo, na yule mwanakodoo wakati alikuwa anawekelewa mkono kwa ile kwa yule mwanakodoo yule mwana e, e, dhambi zote zake zilikuwa zinatangazwa zina ama zinawekelewa zinabebwa zina na yule mwana kondoo. Na kwa sababu ya kuwekelewa kwa yule mwana kondoo, yule mwana kondoo sharti angekufa. Vivyo hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyokuja, alikuja kama yule mwana kondoo ambaye ndiye ondoleo la dhambi. Yule Yesu Kristo nawaambia Wafarisayo ya kwamba msijisumbue nyinyi wenyewe sio dini inaweza kuondolea, haina suluhisho. Mimi ndiye suluhisho. Na kwa sababu mambo ya ndani ya rohoni, Mungu peke yake ndiye anaweza kabiliana nayo. Sio mchungaji wako, sio dini lako, lakini Kristo aliye Mwokozi wa maisha yetu. Wakati katika Mathayo moja, Mathayo moja ishirini na moja yule malaika Gabrieli alipotokea Yusufu na, na, na, na, na, na Maria na Mariamu, akawaambia mtamzaa mwana naye mtamuiza Yesu. Ni kwa sababu ataweza kuulimwengu ziliondolewa na mwanakodoo mwanakodoo wa Mungu anayeitwa Yesu Kristo. Yeye peke yake ndiye alikuja kwa ajili ya binadamu. Alikuwepo pale mwanzo, alikuwa Mungu akafanyika mwanadamu katika katika Yohana 1 14 akafanyika binadamu na akaishi pamoja nasi, tukiona utukufu wake na tukiona rehema zake, na ndani yake alikuwa amejawa na neema. Bwana Yesu asifiwe. Yeye peke yake ndiye aliweza kuwekwa msalabani akafa. Kwa sababu gani? kuweza kutimiza sheria Bibilia inasema katika Torati, inasema Torati iliyopewa Musa inasema ya kwamba sharti kuwe na kifo hapa pahali ambapo kuna dhambi. Mshahara wa dhambi sio, mshahara wa dhambi ni mauti, lazima kitu kife. Na diposa tunaona katika eh, kitabu, eh, katika kitabu pale eh, katika, eh, katika torati tulimpata mwanakodoa kifo hivyo hivyo ilikuwa na ashiria jinsi ambavyo Yesu Kristo atakuja kufa juu ya dhambi za ulimwengu, na afifanya vile juu ya dhambi zako na zangu, na ndivyo Biblia nasema ya kwamba yeyote amwaminie asipotee. Ninaongea juu ya Yohana 3:16 jinsi ile Mungu alipenda ulimwengu, akaleta mwanao wa pekee, ili yeyote amwaminie asife, bali aweze kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani Mungu hakuja kuweza kuhukumu ulimwengu, lakini alikuja ili wongi waweze kumwamini, e, waweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu unaponitazama, Mungu mpango wake ni wewe kaweze kuamini hiyo toleo ambayo Yesu Kristo aliweza kutoa likaweze kuondoa na kusafisha dhambi na dhambi ya Yesu Kristo peke yake ndio inasafisha mtu kutoka rohoni mwake, kwa sababu roho ya mtu pahali ambapo dhambi hutoka. Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninakutazamia ya kwamba katika Roma, Roma tatu ishirini na tatu inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na neema Mungu, lakini kupitia kwa Yesu Kristo wengi wamefanyika, watafanyika kuwa wenye haki. Ninaomba ya kwamba unaponisikiza ukafanyike kuwa mwenye haki mbele za Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Asante sana kwa sababu ya kunisikiza jioni, e, e, e, siku ya leo nina ninajua ya kwamba wengi wameweza kusikia ujumbe wetu siku ya leo na Mungu ataweza kuwasaidia wengi wakaweza kuliamini na kupitia kwa, kwa, kwa imani hiyo, Biblia inasema na wote waliomwamini aliwapa uwezo kuwa wana wa Mungu. Asanteni sana kwa sababu ya kunisikiza. E, mimi ni yule wenu mnaompenda na, e, na, na, e, yule wenu e, John K. Mbugua. Tutaendelea kujifunza pamoja. Ingawaje ungekuwa na swali, ninaomba kwezi uweze kunipa hilo swali na tunaweza tutaweza kujib, e, kujib, e, tutaweza kupa, e, kutupatia na hilo jibu kulingana na vile Mungu anavyotusaidia asanteni sana, barikiweni katika jina la Yesu Kristo.